Ah, tunawakaribisha tena kwenye channel yetu ya KingoFarm. Mada yetu ya leo tutaangalia namna ambavyo unaweza ukaanza kuwalea na kuwahudumia vifaranga wako bila kutumia dawa za dukani tangu wakiwa wadogo au tangu pale utakapokuwa unawapokea. Ah, hapa tutakuelekeza kama wewe huwa unatotoresha vifaranga mwenyewe au unaatamisha kuku, lakini vile vile kama una eneo ulipo, una uwezo mkubwa sana wa kupata dawa mbalimbali mbali za asili ambazo zina unawafaa vifaranga. Hata kama una kuku wengi utaweza, uh, zitaweza kukutosha kwa kuwahudumia kuku hao. Uh, ila kama kuku wako anakuwa wengi zaidi, huwa inakuwa ni ngumu sana kuziandaa na kuzitengeneza na kuwapa, lakini huwa tunashauri japo mara moja moja jitahidi huwa unawapa. Kwa hiyo kama utaona hivi vitu ambavyo nitakutajia vipo maeneo ambayo unapatikana, basi utanisikiliza mpaka mwisho ili ujue ni namna gani utaweza kuwalea vifaranga wako kwa kutumia kinga na chanjo mbalimbali za asili na wakawa na afya bora kabisa ukapunguza gharama za kununua madawa, ukapunguza gharama za ufugaji na kuku wako wakaendelea vizuri kabisa. Kwanza tukianza na hivyo vitu ambavyo huwa vinatumika sana kwa vifaranga kwa kuwatibu, kuwakinga na kuwaboosti, vitu vya asili. Kwanza kuna kitunguu saumu, kuna karoti, kuna tangawizi kuna pilipili, kuna limau, kuna majani ya mpapai, kuna ma, majani ya mpera, kuna lovela, lakini pia kuna majani ya mwarobaini. Aa, pia kuna cactus, au kwa lugha nyingine wanaita mfurahisha au sehemu nyingine wanaita ulimi wa ng'ombe, inategemea na eneo ulipo wanaita jina gani. Lakini vile vile kuna ile rosemary flower, kuna lile ua la rosemary. Aa, katika hivi vitu vyote nilivyokutajia, kama eneo ulipo una uwezo wa kuvipata basi nisikilize, namna gani utaweza kuwafuga kuku wako kwa kutumia vitu hivyo. Kwanza hapa utakuwa una ratiba yako, utaiandaa ratiba yako nzuri kabisa ya kila wiki, utakuwa unawapa vitu gani. Kwa mfano wiki lile ambalo wametoka kutolewa au lile wiki la kwanza, wiki lile la kwanza utaanza kwa kuwatengenezea vitamini ya asili. Kuanzia ile siku ya kwanza ya pili na ya tatu unaweza kuwapa vitamini ya asili. Vitamini hii unaweza ukachanganya karoti Uh, karoti tango, pamoja na, na kitunguu saumu ukaviblendi vitu vitatu ukawapa kwa siku tatu, kwa mfano ile siku ya kwanza umewapa siku ya pili na siku ya tatu. Hii hapa ni vitamini ambayo inaimarisha ina kinga za miili yao, lakini vile vile inawafanya waweze uh, wasiweze kuwa affected na stress ambayo wanaweza kuipata labda kutokana na mazingira mapya ambayo wameingia. Uh, hii itawafanya waendelee kusurvive, waone ni kawaida na afya zao ziendelee vizuri kabisa. Hii ni vitamin, ni multivitamin nzuri, unaweza ukawapa kwa muda wa siku tatu ukawapa huo mchanganyo. Uh, siku ya nne, ya tano na ya sita hapa unaweza kuanza kuwakinga na ugonjwa ule wa mafua kuku vifaranga wadogo huwa wanapata sana mafua. Hapa utatumia mchanganyo wa kitunguu saumu, tangawizi na pilipili, utawapa siku ya tano ya siku ya nne ya tano na ya sita. Siku ya saba hii unaweza ukawasagia tu jani moja la alovera, labda kwenye maji lita kumi, ukasaga tu kwa kuwapa, ile inakuwa kama kinga ya magonjwa ya virusi. Ukawapa hiyo alovera kwa ile siku ya nane. Sasa hii siku ya nane ni maalum kwa ajili ya chanjo ya Newcastle. Kwa chanjo ya Newcastle hapa sasa utawaandalia tena mchanganyo ambao utakuwa una uh, una lovela, una pilipili uh, lakini vilevile unaweza kuongeza na majani ya morobaini kwenye mchanganyo wako. Unaweza kaweka hivi vitatu: alovela, pilipili, majani kidogo ya morobaini ukaongeza na kitunguu saumu. Hapa utawapa huu mchanganyo kwa siku tatu, labda siku ya nane, ya tisa na ya kumi. Ukifanya hivyo utakuwa umewakinga na kideri. Manake, umetoka siku siku za nyuma hizo umewakinga mafua, ila hizi siku utaenda kuwakinga na kideri. Ukisha wakinga na kideri hii wiki a, siku ambazo zinafuata hapa utaendelea kuwapa maji ambayo yanakuwa yana vitamini. Kwenye maji ambayo yanakuwa yana vitamini, unaweza ukachanganya kama kawaida, ukatumia labda tango, ukatumia karoti, vile vile unaweza ukapata hata maganda labda ya chungwa au kwao, unawapa kwa hiyo inakuwa kama vitamini unakuwa ukiwapa hapa katikati. Lakini baada ya kuwapa siku tatu hizo vitamini, utaendelea tena kwa kuwapa, labda, au kuwakinga na ugonjwa wa mafua, mafua yanajirudia mara kwa mara kwao. Ukitoka kuwapa vitamini siku tatu, siku tatu za mbele wakinge na mafua. Kuwakinga na mafua, uh, unaweza ukatumia ule ule mchanganyo wa kitunguu saumu, tangawizi na pilipili au ukatumia mchanganyo wa kitunguu saumu, tangawizi na limau. Utaangalia vitu vitatu kati ya hivi. Kati ya hiyo kitunguu saumu, tangawizi na pilipili au kitunguu saumu, tangawizi na limau utakuwa unawapa kwa ajili ya kuwakinga na mafua. Ukitoka kuwakinga mafua siku tatu, nenda kawakinge <laughs> ugonjwa ambao ungewakinga. Lile wiki la pili, wiki la pili huwa tunakinga gomboro, hata kwa chanjo zile za dukani. Kwa hiyo kwa chanjo hii ya asili gomboro, utawatengenezea chanjo ya asili ya gomboro. Huwa tunatumia majani ya mpapai, kitunguu saumu na tangawizi, utawapa kwa siku tatu. Ukishawapa kwa siku tatu, huo mchanganyo wa kitunguu saumu, majani ya mpapai na tangawizi, utakuwa umewakinga gomboro. Baada ya hapo, utawatengenezea mchanganyo wa vitamini. Vitamini ni ile ile, utatumia labda karoti hoho unaweza kutumia karoti, pilipili hoho, ni vitu tu vya kawaida. Karoti, pilipili hoho, ukaweka na kitunguu saumu, ukawapa siku tatu, hapo unakuwa umewatengenezea multivitamin. Baada ya hapo, nenda tena, rudia kuwakinga mafua. Kuwakinga mafua, hapa unakuwa tu unakinga kawaida. Unaweza kutumia labda limau na aloe vera utakuwa umewakinga mafua, lakini vile vile unaweza kutumia kitunguu saumu, tangawizi pamoja na limau utakuwa umewakinga mafua. Utaangalia kitu gani ambacho kinapatikana kwenye mazingira yako, badala ya kuwakinga. Baada ya kumaliza kuwakinga na hayo mafua nenda kawatengenezee mchanganyo ambao utakuwa una multivitamin ya asili kwa kutumia vitu mbalimbali kama ambavyo nimekutajia, vile ambavyo vinatengeneza vitamini, vitu kama karoti, pilipili hoho. Uh, matango, unaweza unaweza unaweza unaweza ukaongeza ukaongeza yale yale maganda maganda ya ya ya nanasi nanasi, kama kama unaweza ukayapata yale maganda ya nanasi, nayo ni mazuri zaidi. Unaweza vitu kama hivyo kwa vitumia kuwafuga vifaranga wako kuanzia wanapokuwa wadogo mpaka wanakuwa wakubwa, na na bila kununua dawa yoyote ile ya dukani na wakaendelea vizuri kabisa. Hakikisha kila siku kwenye maji yao umeweka kitu fulani cha asili ambacho kinaongeza aidha vitamin au ni kinga ya ugonjwa fulani, itakusaidia sana. Kwa hiyo unaweza ukafuata ratiba kama hiyo ambayo nimekutajia na ukafanikiwa. Ila ukitaka ufuge vizuri kabisa kabisa, yani usiwe na maswali, uende vizuri, na kushauri ununue vitabu vyetu. Tuna kitabu cha tiba za asili za kuku, kimeelekeza vitamini nyingi. Hapo mimi nimekutajia baadhi, ila zipo nyingi sana ambazo siwezi kuzitaja zote hapa. Kuna vitamini nyingi, kuna kinga nyingi hapo, nimekutajia zile ambazo ni baadhi. Ukipata kitabu cha tiba za asili, utaona vitu vingi zaidi. Lakini vile vile tuna kitabu kingine cha mwongozo wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili na ratiba kabisa, ratiba nzuri ambayo unaweza ukawapa. Kuna vitu vingi ambavyo pia hapa sijavitaja vipo kwenye kitabu. Uh, lakini vile vile tuna vitabu vingine kwa ajili ya chakula au uh, na miongozo ya kuwafuga kuku mbalimbali. Tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, tuna kitabu cha ufugaji wa broiler, tuna kitabu cha safari ya ufugaji. Hivi vyote vinakupa miongozo pamoja na formula za chakula kulingana na aina ya kuku ambao utakuwa unawafuga wewe. Gharama za kitabu, kila kitabu ni shilingi elfu kumi. Ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Lakini vile vile tuna kundi la mafunzo, ada yake ni shilingi elfu nane. Ukilipia tunakuunganisha, utaweza kuuliza maswali yako na utajibiwa, na vile vile vile vile utapata darasa zuri kabisa la ufugaji pia tuna formula kama kuku wako hawatagi, tuna formula ni shilingi elfu tano. Kama unafuga vijogoo unaona hawakui, tuna formula ya vijogoo. Formula ya vijogoo nayo ni shilingi elfu tano. Kama unafuga chotara unawauza ndani ya miezi miwili, pia tuna formula nzuri unawapa kuku wako na unapata matokeo. Hizi formula ni elfu tano tu, ukilipia tunakutumia WhatsApp. Karibuni sana mjiunge na huduma zetu. Kama unahitaji huduma hizi, chukua namba hapo kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe. Asanteni sana, tunawapenda.